Idadi kubwa ya watu wanafikiria kufuga, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba uh, wafugaji wengi wanatarajia kuingia kwenye ufugaji bila ya kukutana na changamoto. Changamoto kwenye ufugaji zipo. Uh, sisi pia kama Kingo Farm huwa tunaongea na wafugaji wengi sana. Tumekutana na wafugaji wengi sana ambao wamekata tamaa kwa sababu hawakutarajia kwamba wakiingia kwenye ufugaji kunakuwa kuna changamoto. Kwa hiyo changamoto zilivyokuja zilikuja kama surprise. Uh, jiunge na sisi KingoFarm hapa YouTube, lakini pia tuna makundi ya WhatsApp. Tutakusaidia namna ya kuweza kupunguza changamoto na kutatua changamoto, hasa kwa kutumia tiba za asili uh, Hivyo leo nimekuja na hii tiba ya asili uh, ya huu mmea ambao unauona hapa mbele yako. Huu ni mmea wa mbaazi. Hii ni, ni mbaazi na kitu kizuri, ili naomba niliweke mwanzo kabisa, manake waga nakutana na hii changamoto, unakuta mfugaji anakuuliza kwamba aa, mimi huku mbaazi hazipo, nita, nitafanyije? Mbaazi bwana, unaweza ukapanda eneo lolote, unaweza ukapanda hata kwenye kopo, una, yaani vyovyote vile ukapanda, na wiki mbili au mwezi, wiki tatu, inakuwa tayari imeshakuwa na unaitumia kama tiba ni tiba zuri sana hii mbaazi. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho, nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia hii mbaazi, na zaidi nitakuelekeza vipimo na nitakuelekeza inatibu magonjwa gani na faida gani, lakini pia unaweza ukachanganya na vitu gani ili uweze kufanya kazi vizuri. Hii ni tiba zuri sana ya mafua, imewasaidia wafugaji wengi sana, imewasaidia wafugaji wengi sana. Hivi ninavyokuambia nimepata mrejesho kutoka kwa wafugaji ambao wameitumia hii tiba na imefanya kazi nzuri sana kwao. Hivyo nikaona ngoja niwaletee wafugaji wa hapa YouTube. Kwa usikiliza hii video mpaka mwisho, na kama bado hujasubscribe hii channel, basi subscribe ili we unapata ee vitu kama hivi hapa Aa, kama unafikiria kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukapata elimu ya ufugaji na kushauri ujiunge na makundi yetu ya WhatsApp ya Kingo Farm. Aa, naweza nikasema kitu kimoja kama hutoelewa, yani tukakuelekeza kwenye kundi kwa ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, yani ukakaa miezi miwili ukaona bado huelewi misingi ya ufugaji na namna ya kufuga kuchanganya dawa vipimo E, kama hapo nilikuwa na waelekeza watu wa kwenye kundi jinsi ambavyo wanaweza wakapima e, kipimo cha dawa. Ukiona huelewi hivi vitu kweli kabisa, mimi nakurudishia ada yako ya shilingi elfu nane. Tunaelekeza vizuri sana kwenye kundi la WhatsApp la ufugaji kwa hiyo, jiunge na sisi kwa shilingi elfu nane, lakini pia tunavyo vitabu na hivi vitabu vitakusaidia sana wewe kwenye ufugaji wako. Kila kitabu kimoja hapo kinauzwa shilingi elfu kumi, vipo katika mfumo wa soft copy. inategemeana na unafuga kuku wa aina gani. E, lakini hicho kitabu cha tiba za asili ni kwa kuku wote, kinakuelekeza namna ya kuweza kutengeneza tiba za asili pia na ku e, kutibu magonjwa. Hivi vingine vyote pia vina kanuni za kuchanganya chakula. Hivyo vitabu unavipata kwa njia ya WhatsApp, vipo katika soft, yani vipo katika PDF. Unaweza ukavipeleka stationali, mtu akakutolea copy stationali, basi akakupatia ukaondoka na kitabu ambacho kipo katika hard copy. Hatuna kitabu cha hard copy sisi, tunatuma soft copy, lakini pia hakikisha namba yetu unaipata hapa YouTube, yani namba ambayo tumeiweka hapo, naishia 39. Hiyo ndio namba yetu mpaka um, sasa KingoFarm hatuna Facebook, hatuna Instagram, TikTok, mitandao mingine yote ya kijamii. Sisi tunapatikana tu hapa YouTube, tunatoa elimu kama hivi kwenye hii channel yetu. Tumeona ni platform nzuri ambayo tunaweza tukakupa wewe mtazamaji ambaye unatutazama elimu ya bure kabisa, na ukienda kuifanyia kazi, nafanya kazi vizuri sana kwa sababu sisi pia hapa shambani tunazitumia. Tuna hizi dawa ambazo tunawaelekeza hapa, zinafanya kazi vizuri kabisa. Kwa nini kwako wewe isifanye kazi? Kwa hiyo ukiona e, unateseka kwenye ufugaji basi tuone sisi, KingoFarm tutakusaidia kwa asilimia kubwa sana, mpaka wewe mwenyewe hutaamini. Huu hapo ni mchanganyo ambao sisi pia tumeutumia, na hapa leo nitakuelekeza zaidi haya majani ya mbaazi, namna ambavyo tunachanganyia na vitu vingine. Maana yake ukitaka yafanye kazi vizuri zaidi, ni unachanganya na vitu vingine. Aa, sasa E, niwapitishe kwanza haya majani ya mbaazi yanatibu vitu gani. Kwanza kabisa yanatibu mafua, yani hii ndio ni kwa asilimia mia moja yanatibu mafua vizuri kabisa, na kama umeteseka na tiba nyingine nyingi, njo jaribu haya majani ya mbaazi, utakuja uniambie, yanatibu mafua vizuri kabisa. Lakini pia yana vitamini. Unajua hakuna dawa inafanya kazi vizuri sana kama ikiwa na, na vitamini ndani yake kwa sababu Uh, vitamin yenyewe huaga inaondoa stress, lakini pia inaandaa mazingira mazuri ya dawa kuweza kufanya kazi. Pia ina, ina madini ina madini ambayo inayo ina calcium na phosphorus eh, hii haya majani ya mbazi eh, na kwa sababu majani ya mbazi ya, yana hiyo asili pia ya yana sulfur, yanatibu ya ya vizuri kabisa mihalo kama kuku wako wapo wana miharo basi, wata, wata, watatibu vizuri kabisa miharo ile mieupe na mihalo mingine. Unajua kuna miharo. Uh, kwa mfano kuna mhalo mweupe, kuna mharo fulani unakwaga kama mweupe unaenda kwenye njano, utateseka sana na dawa za dukani, yani mpaka uje kwenye hizi tiba za asili utakuta ile mi, mi, mi, miharo inaondoka kiurahisi kabisa kabisa. E, bila ya kutumia nguvu kubwa kabisa. Sasa, vitu vya kuchanganyia hapa, kwanza kabisa unahitaji hii, hii tunaita tangawizi, lakini pia inatakiwa uwe na, na pilipili kwenye huu mchanganyo wako. A, lakini pia unahitaji uwe na kitunguu saumu iki hapa kwenye huo mchanganyo wako. Kwa hiyo mchanganyo ambao sisi tumeutengeneza hapa tumetumia hivi vitu na vipimo. Aa, watu wengi huwa wana, wanauliza vipimo tunawekeje, na nikisema tangawizi moja, nikisema tangawizi moja unachukua tangawizi yenye wastani wa ukubwa kama hiyo ambayo unaiona hapo, au ikiwa kubwa zaidi ikizidi iki, iki, basi chukua tangawizi kama hiyo hapo. Na kama e, ishu ya pilipili, pilipili tano kama hizo ambazo unaziona hapo, na kitunguu saumu hicho hapo, ukipata kidogo zaidi ni hicho kimoja kizima. Ndio hivyo vitu ambavyo unaweza ukachanganyia uka, uka. Sasa ukija kwenye majani haya, unaweka kwenye kikombe cha robo kama hivyo ambavyo unaona hicho e, ndio kipimo ambacho utatumia hicho kikombe cha robo. Unachuma majani kama majani bila ya kuchuma miti yake, unakishindia vizuri kabisa humo, kama hivyo unaona, tume, tumeweka hapo hivyo vipimo. Na ukishindia humo, manake unakuja kuchanganyia kwenye maji lita kumi e, yaani huu mchanganyo wako wote unachanganya kwenye maji lita kumi, na nakushauri kitu kimoja, haya majani ya brand au ya twange kivyake peke yake e, yaani weka kwenye kinu ya twange yenyewe. Lakini pia huu mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili basi uta, utaweka eneo jingine, yaani utatwanga uta, uta kivyake au utabrand kivyake ili baadaye uje uchanganye yote pamoja, kwa sababu kama utachanganya majani pamoja na hizi pilipili tangawizi zenyewe hazitachanganyikana vizuri. Okay jamani, kwa elini. Na hapa mwishoni nataka nikuwekee video nyingine ambayo inafanya vizuri sana kwenye mafua hii. Video itazame, itakusaidia pia.